Leo ni Julai pili, 2025. Karibu katika Hali Halisi, ndimi Johnson Jabir. Tuanzie hapa, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza rasmi kuwa taifa lake limeachana na wakala wa kimataifa wa atomiki baada ya Marekani kushambulia taifa hilo hususan vituo vya nyuklia. Serikali ya Iran imetangaza leo Jumatano kuhusu namna bunge lilivyoonyesha ushirikiano hadi kufanikisha hatua hiyo ya kujiondoa IAEA mpaka sasa haijajulikana IAEA yenye makao yake makuu jijini Geneva Uswizi itachukulia vipi uamuzi wa Iran kujiondoa kwake. Wakati huo huo, Iran na nchi nyingine tisa zimenyosha kidole cha lawama Marekani na washirika wake kuhusu vikwazo walivyowekewa kuwa ni ukiukwaji wa kanuni za Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wa 53 jana Jumanne, shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO, Iran na mataifa mengine tisa walisaini kwa pamoja umuhimu wa kuheshimu mamlaka za mataifa mengine. Zaidi ya Wapalestina 30 wameuawa mapema leo huko Gaza na majeshi ya Israel wakati wakipatiwa misaada ya kibinadamu. Mamlaka za kimataifa zinasema zaidi ya Wapalestina 600 wameuawa na majeshi ya Israel katika eneo la Gaza ndani ya majuma matano. Mauaji hayo yanajiri wakati ambao wito wa Rais Donald Trump wa Marekani ukiataka majeshi ya Israel kusitisha mapigano yaliyodumu kwa siku 60 huko Gaza dhidi ya kundi la Hamas. Maafisa katika kituo cha Al-Shifa kaskazini mwa Gaza wamesema mamia ya wagonjwa watapoteza maisha kutokana na ukosefu wa miundombinu ya umeme na majenereta kuishiwa mafuta, huku misaada ya kiutu ikizuiwa kufika. Wizara ya Afya ya Gaza imesema watu 56647 wamefariki dunia na wengine laki moja na elfu 38 mia moja na watano wakijeruhiwa. Watu 1139 waliuawa nchini Israel katika shambulio la Oktoba 7. Majeshi ya Mali yamesema yamewaua wanamgambo 80 wenye mahusiano na Alqaida baada ya operesheni waliyoifanya katika maeneo ya kati na magharibi mwa taifa hilo aidha majeshi ya Mali yamesema kundi la kiislamu la Nusrat al-Islam wal Muslimin al limekiri kufanya mashambulizi kadhaa katika maeneo ya taifa hilo. Maafisa wa jeshi walisema mashambulizi ya kundi hilo yalifanyika katika miji saba karibu na mpaka wa Senegal na Mauritania. Tangu mwaka 2020 Mali imekuwa ikishambuliwa na makundi ya kijeshi yenye misimamo mikali, hali ambayo iliwalazimu majeshi yote nchini humo kukaa kitako kwa ajili ya kupata suluhu ya changamoto hiyo. Dola la Kiislamu na Al-Qaeda yanahusika pakubwa kupanga mashambulizi katika ardhi ya Mali. Jenerali Michael Langley amesema makundi ya Kiislamu yanajitahidi kujipanua maeneo kuelekea pwani ya magharibi kwa ajili ya kujiongezea mapato kupitia biashara za magendo na biashara za silaha. na seneta wa Colombia na mgombea wa kiti cha urais wa taifa hilo Miguel Uribe amelazwa katika hospitali moja jijini Bogota baada ya kushambuliwa kwa risasi wakati akiwa kwenye kampeni. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 39 wa mrengo wa kulia na seneta wa upinzani alipigwa risasi mbili, moja ya kichwa na nyingine kwenye goti. Waziri wa ulinzi wa Colombia, Pedro Sanchez amesema mshukiwa wa shambulio hilo alikamatwa na mamlaka zimeanza uchunguzi wa kuwatafuta na wengine waliohusika. Sanchez amemtembelea Uribe hospitalini alikolazwa. Uribe anawakilisha chama cha Centro Democratico Conservative ambacho kimetoa tamko kwamba kilichofanywa ni vurugu. Mke wa mwanasiasa huyo Maria Claudia Tarazona aliandika katika akaunti ya X, akiomba kila mtu kumwomba Mungu ili mumewe apate ahueni ya haraka. Colombia inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu mnamo mwezi Mei 2026 ambapo rais wa sasa ni Gustavo Pedro aliyechaguliwa mnamo mwaka 2022. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe kushare na kucomment, na panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir, endelea kuwa nasi. Hali Halisi, ukweli haubadiliki.